Unaongea kwa hisia. Yaani kama unaumia na mambo yanayopatikana kwenye mpira. Yeah, kwa sababu hmm, na unana sauti yako mpaka imeshuka. Tupe sauti kidogo. Yaani unavyosema hilo eneo umeshusha mpaka mm -hmm. kama una uchungu hivi. Ah, naweza kuwa uchungu, lakini pia ndio hivyo unakuta mtu maisha yake binafsi, lakini pia na tu fono kama mimi uwe na nikata. Mm -hmm. Yaani kuna watu wanaishi maisha fulani hivi ambayo sio mazuri. Kwa hiyo unakuta kwa sababu sisi wote tuko kwenye jamii ile, mm. Unaonekana ndo wale, wale wale, yani hicho ndo kitu kinachonikataga mm. mm. Kwa hisia mfano, mtu kama unaona upo mm. kwenye mpira hivi mtu anaona tu, ah, wale simalaya tu wanadanga huko, wanafanya hivi mm. Lakini so what, wako ume wengine, ndo mimi mfano tu, ndo stali yangu mimi. Stali yangu ni Yanga tu, Yanga Yanga muziki mm. basi lakini kuna wachache wanachafua. Sasa kuna watu wao ndio wanaokuaga kazini.